Wamefika jitokeze. Naam, serikali imewataka wakandarasi wote waliopewa zabuni za miradi ya ujenzi wa barabara kote nchini kuhakikisha wanatimiza masharti ya kandarasi zao ndani ya muda uliopangwa, la sivyo hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Mratibu wa shughuli za serikali mkoa wa Kati, Joshua Nkanatha, amesema kuwa serikali imewalipa wakan, wakandarasi pesa hili kurejelea ujenzi huo bila kusimama. Na Kanatha aliyesema haya kwenye shughuli ya ukaguzi wa barabara kaunti ya Kirinyaga. Rais aliweza kutangaza kwamba ameachilia ame 60 billion ya kulipa zile pending bills za wafanyi za wanakandarasi wale wanajenga barabara zetu, na walipewa walilipwa. So hakuna moja ako na sababu ya kusema kwamba awezi akarudi kwa kazi. So sisi yetu tumeamua tuanze katika eneo hili letu ya kati kusungua kuona ni nani huyu ambaye hajalipa hajaanza kurudi kwa kazi, na alikuwa amelipwa pesa zake. Kama tuko na wao tutaweza kurekomend ile taratibu zinapaswa kuchukuliwa including kuwasimamisha kazi na kublacklist kampani zao, kuwa asiwezi kafanya kazi hapa nchini tena.